Pia wako chini yake, twende mstari wa nne. Biblia inasema kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwako kwa nani? Kwangu aliyetokao kwa, <laughs> huyo huyo. Haya, twende kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwako kwa ajili ya mema Aha, kwa ajili ya... mema Simamajimego weka nukta, geuza macho yako, upate kipande hapo, kikuongezee kitu. kula mwanzo tumeongea kujua mipaka na watu wanaoongozwa ni ha, lakini huyu mtu katoka kwa mandondo, ndio kiongozi wangu wa mkoa, ndio kiongozi wangu wa wilaya, alafu hapa anasema mti, nafanyaje? Ndio ninakuja swali. Wewe ni mwanamke umeolewa, na mme wako anakunywa pombe. Umeolewa na mwanaume anapiga pombe, anapenda muziki nakunywa na sigara sana. Akiingia tu pale, kama kirabu kimehamia pale na wavuta sigara wote wamehamia pale. Alafu kwa upendo anasema mke wangu naomba tusalimiane na kwa sababu alikuwa safarini anakusalimu na watoto, ana muhaji lakini ile haji ya mwanzo, pombe na sigara za mwanzo unafanya ni kazi ya mama. Nataka nionyeshe kitu, amekuja hivi dakika mbili, umempokea. Kuna wageni wanne ambao wanakunywa wameona wampokee wenzake, wamefika pate marafiki yako atuondoki, tunataka tunywa. Naambia, chukua elfu hamsini hii mke wangu, nena watoto wote wako shule, maana wewe ndio umempokea. Kaniletee kreti ya bia nyumba ya tano, nataka kunywa na wazazi wangu. Unaenda hue, tunatafuta waombaji. Nimetoka na safari, nataka kushushia bia. Kama uweni naondoka, naenda kunywa na wale wakunywa, si unajua, kwenye meza ndefu wote, si unawajua? Sasa hivi bora ule ukanunue bia waje nyumbani, ili asiende kwa wadada wenye meza ndefu, wenye nguo za shule. Afanyeje? ni kazi ya matu. Nataka nikuonyeshe kitu, nataka nikuonyeshe

Wewe unakaa na Mungu wako, anapenda nini na anataka nini? Omba Mungu hekima ya kumjibu, ili afahamu. Umeolewa na mume wako, lakini mambo yeye yeah, ameoa mwili wa siku ishirini mia moja si miaka hamsini mukijaliwa mia, lakini roho ile iliyookoka haijaoa imeolewa na mwingine, anaitwa Mungu wa majeshi, anayeogopa dhambi ya kumweleza na kumjibu jinsi gani. Hauko tayari kufanya vile kwa sababu gani? Nina mstari aliunga mkono anasema, anakutawala lakini kwa mema, hajasema borebi. halo halo, sio? Amekuletea suti nane alafu ndioaaa ili akuongeze na ya kumi, umeanguka. Akulete dhahabu akuletee gari uipokee gari lakini kreti ya pia kutakiwe kushirika kwa sababu Biblia inasema wanatutawala kwa mema, tutayaona mabaya lakini wewe usiwe mmoja wa kuingia kwenye mabaya, maana andiko limeweka separate kwa kwamba mema. Hawajasikia? Soma tena pale ah, wameelewa? Jipigie makofi kama umeelewa. Umeelewa? Ndio, soma tena kwa faida aliyebakia wawili wawii Mstari wa nne anasema kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwako, kwa ajili ya mema, lakini hufanyapo mabaya ogopa, kwa maana huchukui upanga bure, kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu, amlipizaye kisasi mtenda mabaya kwa ajili ya ghadhabu. Mstari wa tano kwa hiyo ni lazima kutii, si kwa sababu ya ile ghadhabu tu, ila na kwa sababu ya dhamiri. Mstari wa sita anasema kwa sababu hiyo tena mwalipa kodi, kwa kuwa wao ni wahudumu wa Mungu wa wakidumu katika kazi hiyo hiyo. Wapenzi wote wapenzi wote wapeni wote haki zao, mtu wa kodi kodi, mtu wa ushuru ushuru, astahilie hofu hofu, astahilie heshima heshima. Mstari wa nane, msiwe na mtu msimwie mtu chochote kinachosha wa saba. Geuza macho yako. Bwana asifiwe, amen. Tunajifunza, jaribu moja, mbili, tatu tusema kile kutambua mipaka yetu. Sasa, huko katika taifa hilo hao wapo, na kama wapo tunahitaji hekima na neema ya ajabu tunapokaa na watu hao lakini pia tunapowaombea pwenti kubwa ya kuishika, tukikosea kuomba katika nchi yetu yenye mipaka hiyo na sisi wenye mipaka hiyo.